Nimekuja kugundua wanawake wengi sana tunaumia kwenye mahusiano ya mapenzi kwa sababu tunawaamini wanaume zetu na kuwatetea wanapobadilika kwa vile ambavyo kwa, au kwa picha ambayo walituonyesha mwanzoni kabisa mwa mahusiano na zile ahadi ambazo walituahidi mwanzoni mwa mahusiano. Tunashindwa kuangalia sasa hivi tayari mambo yamebadilika, kwa mfano We ume unakutana na mpenzi wako, mmetongozana. Haya, mmeanza kudate. Ile mwanzo ni kama nilivyosema, mwanzo kila mwanaume huwa ni mzuri, kila mwanaume yuko very romantic at the beginning of the relationship, anakuonyesha affection, love, everything pale, anakupromise everything, anakupromise the world. Hapo katikati sasa, anaanza kumess up. Anapoanza kumess up, sasa wewe unaanza kubeba lile jukumu, unajiambia, hapana, labda mimi ndio na overthink, maybe I overthink, au labda ana stress, au labda mambo hayako vizuri, labda hana pesa. Yaani sasa wewe ndio unajigeuzia ile shida, unaanza kumtetea, unaanza kumwamini kupitia yale mambo aliokuwa akiyafanya mwanzo. Unashindwa kuelewa tu kwamba mapenzi yanataka consistency, hata kama mtu kuna changamoto anapitia, ndio maana communication is everything. He has to communicate like babe, I'm going through this and that and that. Then wewe sasa unaona okay, all right, nabidi ni niwe sawa na mwenzangu kwa sababu anapitia kipindi hiki, lakini pia anatakiwa tu awe vizuri anapokuwa na wewe. Mtu anatoa kazini anafika saa kumi na moja za asubuhi ndo anatoa kazini kazi ya jana anafika anakupiga, alafu wewe unasema maybe I overthink. My dear baby girls, be very very careful. Mwanaume anabadilika anapokuwa amepata mbadala wako. So usije ukadanganyika.